Kumbe kwa Mungu lilikuwa ni kosa kubwa sana. Sasa hilo kosa Sauli imeandikwa anasema hakulitubia. Kwa sababu hakulitubia, ile kosa ikampelekea Mungu kumuua. Kwa hiyo Mungu akikuua, anakuchagulia tu staili ya wewe utakufaje, utajinyonga, utajichoma mkuki, utaanguka kwa pressure, au utagongwa na gari. Vyovyote vile, huku nje tutaona hivyo, lakini siri ya mtungi anaijua kata. Kumbe Mungu anasema hafurahishwi kufa kwake mtu mwenye nini, mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sauli hakuitubia ili dhambi alipokwenda kwa, kwa, yule mama yule mpunga pepo yule. Kwenda kuuliza habari za za za, za Samueli. Ndio maana maandiko yanatuambia basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika. Neno la Bwana asilolishika, mnalikumbuka ile la kwanza. Aliambua ka, akamuue mfalme Agagi. Lakini akaenda akamuhifadhi pamoja na kondoo alionona na nini akawaacha ilikuwa ni kosa kubwa sana namba moja kwa bwana ndio bwana mungu akamwambia kwamba nimemkataa sauli sasa nataka nimwinue nani daudi lakini ilo kosa hakupata kulitubia kama haujashika neno la bwana maagizo ya bwana maelekezo ya bwana alafu ukagundua haya ni makosa ambayo nimeyafanya sishiki neno la bwana liloniambia kwamba amekukataza usifanye nini amri za mungu simnazijua zinaongea alafu usipate nafasi ya makosa hayo kuyatubia Maandiko yanasema Mungu anaweza akakuondoa.